Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Mke Mwenza, simulizi inayomhusu binti aitwaye Zulfa ambaye mume wake ameoa mke wa pili, na si mke wa pili tu, bali ni rafiki yake kipenzi Zulfa wa utotoni. Katika sehemu iliyopita, maandalizi ya ndoa yalikwishaanza. Je, ni nini kinafuata? Basi twende. Sawa, kimbia, tunazidi kuchelewa, tuna foleni inajaa Amina alizungumza kwa sauti akiwa amemshika mkono Zulfa, na walikuwa wanakimbia kuelekea kwenye mgahawa wa shule kwenda kununua vitafunwa. Kabla Zulfa hajalipa, tayari Amina alikwisha lipia vitafunwa vya wote wawili, na Zulfa akauliza, "Eh, kumbe umelipia na vyangu?" Amina akajibu huku akitabasamu, "Ndiyo, napenda kufanya hivyo mara zote." Zulfa naye akasema, "Da, rafiki yangu Unanifanya nijihisi kama nina deni kwako vile. Hapana bwana, usiwe hivyo, sisi ni zaidi ya marafiki sasa, na tunapaswa kusaidiana kwenye kila kitu. Amina alimwambia Zulfa maneno hayo na wakatoka hapo mgahawani. Zulfa alikuwa anajulikana kama binti mpweke zaidi darasani, hii ni kutokana na kwamba alikuwa sio mtu wa kujichanganya na wenzake. Ilikuwa ni nadra sana kumkuta ameacha kiti chake na kwenda kukaa na wenzie kupiga umbea. Na wote waliobahatika kuwa rafiki zake, baada ya wiki chache tu unakuta wameshindwana, na hii ni kutokana na ukimya wake. Amina alipohamia katika shule anayosoma Zulfa, alipangiwa kuketi kando ya kiti cha Zulfa, na kama ilivyokuwa kwa Zulfa, kwake ilikuwa tofauti kidogo. Yeye alikuwa mchangamfu mno, na baadhi ya wanafunzi wenzao walimwonya juu ya urafiki wake na Zulfa ya kwamba kutokana na lifestyle ya Zulfa basi wasingewezana. Amina hakujali kuhusu hilo, kubwa alilokuwa anajali ni kuhakikisha ya kwamba Zulfa anatabasamu kila siku. Kadri muda ulivyokwenda, Zulfa alibadilika na kuwa na marafiki wengine, lakini kamwe hakusahau athari za Amina katika maisha yake. Ndani ya miezi kadhaa tu urafiki wao ulinoga zaidi, ikafika hatua Amina anamwalika Zulfa nyumbani kwao kwenye hafla za kifamilia. Sasa ni rasmi kabisa, Zulfa alikuwa sehemu muhimu ya familia ya kina Amina, na wazazi wa pande zote mbili walifurahishwa na urafiki wao. Siku moja wakiwa katika matembezi yao, Amina alisema, urafiki wetu umekuwa na nguvu sana, naogopa kile kinachoweza kuja kututenganisha siku za mbeleni. Kwa wasiwasi, Zulfa akauliza, ni nini hicho kinachoweza kututenganisha? Amina naye akamjibu ndoa, magonjwa, lakini kubwa zaidi, kifo. Jibu hilo lilimshtua kweli Zulfa umeniogopesha kweli ulivyosema. Kifo na magonjwa naelewa, mara nyingi kifo huwa kinawachukua wale watu tunaowapenda, lakini sisi bado wadogo bwana. Vipi kama tukifocus kwenye malengo yetu kwa sasa? Amina naye akasema, vipi kama ndoa inaweza kunitenganisha nikawa mbali na wewe? Kiukweli bado sipati picha naweza nikakata moto eti. Amina alizungumza maneno hayo huku akijishika kifua. Zulfa akazungumza kitoto huku akiegemeza kichwa chake kwenye bega la Amina, basi kama ni hivyo inabidi tuolewe na mume mmoja. Tukifanya hivyo tutakuwa tunaonana kila siku, lakini pia ukaribu wetu utaongezeka maradufu. Amina akamwambia huo <laughs> ni upuuzi, yaani wewe utaolewa na mume wangu au mimi nitaolewa na mume wako. na Zulfa akaongezea hakuna ijuaye kesho, kikubwa tuwe wazima tu. Hizo zilikuwa ni kumbukumbu -kumbu za Zulfa enzi za utoto wao, na leo yametimia, rafiki yake kipenzi anaolewa kama mke wa pili na mume wake. Baada ya kumbukumbu -kumbu hiyo, kimoyomoyo Zulfa akasema hapana, siwezi kuamini Yani, yale niliyoyasema kipindi kile yamekuwa kweli. Lakini kwa upande wa Amina, naye alikuwa nawaza, natumaini hadhani kwamba nimeolewa na mume wake kwa sababu ya kile alichokisema utotoni. natumai ya kwamba anajua kabisa mimi ndo nilikuwa wa kwanza kukutana na Abduli. Mpenzi Abduli, alimwita Zulfa akimshika mkono, najua unachotaka kusema mume wangu, na natumaini nyote wawili mnajua kabisa hiki ni kipindi kigumu sana kwangu, tafadhali naomba mniache tu, kwa sababu hakuna ninachoweza kufanya ili kubadilisha mawazo yako kwenye hili uliloamua. Miaka kadhaa baada ya ndoa yetu, umekuwa ukitaka kuoa mke wa pili, lakini niliendelea kujibidiisha kwa kila namna ili tu uridhike na mimi peke yangu. Sidhani kama nilifanikiwa kukuridhisha. Una haki ya kuoa mke zaidi ya mmoja, na uwezo wa kufanya hivyo pia unao. Sasa mimi ni nani mpaka niseme hapana kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu ameamuru, na kuombea kwa Mungu upate hekima na akubariki, upate riziki zaidi ili uweze kutuhudumia vizuri wake wote wawili. Zulfa alizungumza maneno hayo kwa uchungu. Amina naye huku akitabasamu, tutaelewana tu hata usijali. Wakati anazungumza maneno hayo, Zulfa alimkata jicho kali sana, na Abduli naye akasema Nimefurahi, asante mke wangu kwa kuridhia hilo. Nina furaha sana kuwa na wewe. Abduli alizungumza maneno hayo na akamkumbatia Zulfa. Baada ya kumbato lile Zulfa aliinuka na kwenda jikoni ambapo huko Amina alimfuata na alipofika jikoni, ukimya usio wa kawaida ukapita baina yao. Amina akavunja ukimya, unakumbuka siku ya kwanza tulipokutana? Zulfa naye akauliza, Kwani nyinyi wawili mlianza lini kukutana hapo? Amina akapata kigugumizi, nini? Um, kuhusu hilo... kabla hajajibu, Zulfa akauliza tena, macho yake yakiwa yamebadilika rangi na kuwa mekundu, kwa nini yeye, kati ya watu wote unaowajua? Huku akitazama pembeni kwa aibu, Amina akasema, mimi ndo nilikutana naye wa kwanza, kabla yako. Zulfa naye ya akasema kwa dhihaka, kwa hiyo nafikiri naweza kukuamini pacha wangu, najua moyo wako na maumivu, lakini jaribu kuelewa, hata mimi nimepitia mengi vile vile na haipaswi kuwa na kinyongo kati yetu. Amina alizungumza maneno hayo. Zulfa naye akasema, kama unajua maana halisi ya maumivu, basi naomba uachane naye. Baada ya kuzungumza maneno hayo, Amina alidondosha glasi aliyokuwa ameshikilia kwenye mikono yake na glasi ile ikapasuka. Kwa hasira, Zulfa akafoka, Yaani, umeuvunja moyo wangu, kama haitoshi, unaanza kunivunjia na vyombo vyangu, ukoje we mwanamke? Baada ya kusikia kelele hizo, Abduli alitoka mbio sebleni kuelekea jikoni akaita Zulfa. Wakati huo Amina alikuwa anatoka akikimbilia nje, akasema samahani, naomba niende nje tu. Baada ya Amina kutoka nje, Abduli alianza kumfokea Zulfa, una shida gani wewe? ni nini kingine unataka licha ya kwamba uliniharibia mahusiano yangu yaliyopita na mbinu zako hizi, bado nilikuelewa tu, najua ni mapenzi, lakini unafikiria kwamba mimi ni wa kwako peke yako? Zulfa naye ya akamjibu mumewe aha, kwa hiyo unataka kunipiga kwa ajili yake? Abduli naye akasema, yaani hata baada ya kumuumiza hayo ndiyo maneno unayozungumza? Zulfa naye akafoka, vipi kuhusu mimi? Nimeumia pia, moyo wangu kwa sasa unavuja damu yote hiyo ni kwa sababu unamuoa rafiki yangu mkubwa na wa kipekee. Ndiyo namuoa, kwa hiyo wewe unatakaje? Alafu mimi sio mtu wa kwanza duniani kufanya hivyo, na unapaswa kushukuru sana kwa sababu sikufanya kwa siri. Abduli alizungumza maneno hayo kwa hasira na alitoka nje kumfuata Amina. Huku nyuma, Zulfa alilia kwa uchungu sana, akijiuliza nimekosea wapi mimi pitia ujumbe mfupi wa maandishi meseji, kutoka kwa Amina iliingia kwenye simu ya Zulfa na ilikuwa inasomeka hivi: samahani, sikukusudia kuvunja glasi yako, iliteleza tu bahati mbaya. Zulfa naye akamjibu haina shida, lakini bado nitashukuru sana ikiwa utamwacha mume wangu na kwenda kutafuta mchumba mahali pengine, awe wako peke yako. Hii ni kwa ajili ya kutunza urafiki wetu wa siku nyingi. Hivi ndivyo mambo yalivyo katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya Mke Mwenza. Je, unahisi ni kweli Amina ataweza kumwacha Abduli kama Zulfa alivyomuomba? Usikose kuungana nami katika toleo lijalo, lakini pia hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele kubwa zaidi, share kwa watu wako ili simulizi yetu ifike mbali zaidi. till next time.